Naam, mtazamaji wa Trend TV, e bwana, baada ya kupokelewa kwa mwili wa Karina mwanadada ambaye alikuwa anaugua kwa takriban miaka nane kwa tatizo la utumbo mpana e, baada ya kufariki kule India ambapo alikuwa anapatiwa matibabu ni kwamba tayari ratiba imetolewa rasmi kwamba e, ratiba ya mazishi na shughuli zote za utaratibu wa mazishi imeshatolewa leo rasmi, na hii ndio ratiba ya mazishi ya Karina ni kwamba mnamo tarehe ya leo 18 mwezi huu wa 4 mwaka 2025, e, kuanzia saa tano asubuhi watu wa tayari kwa mujibu wa ratiba walikuwa wameisha toka nyumbani kuelekea airport kwenda kuupokea mwili wa Karina ambao unatoka huko India ambapo alifariki wakati anapata matibabu ya baada ya kukatwa utumbo ambao ulikuwa unamsumbua kwa takriban miaka nane, utumbo mpana umeona. Si kwamba hata mama yake, nadhani utakumbuka tulizungumzia interview ambayo aliifanya mama mzazi wa Karina, alisema kabisa kwamba mwanaye alikuwa mpaka anatoa funza weupe, umeona. Kwa hiyo e, jambo ilikuwa ni very situation ilikuwa serious sana, sasa baada ya kutoka saa tano kwenda airport. Baada ya hapo kinachofuata ni kwamba majira ya saa saba na dakika tano ndege itatua na mwili utapokelewa airport, na utapelekwa nyumbani kwao Magomeni na utalala hapo. Kwa hiyo mwili utapokelewa utalala Magomeni, lakini baada ya hapo mnamo tarehe kumi na tisa sasa, siku ya kesho ambayo itakuwa ni siku ya Jumamosi e, tarehe kumi na tisa Jumamosi mwezi huu wa nne mwaka huu 2025 majira ya saa tatu mwili utatolewa nyu, mwili utatolewa nyumbani kuelekea Masjidi Maamur Upanga, kwa ajili ya kuosha na kuandaa kwa ajili ya kuoshwa na kuandaa. Lakini pia saa saba kamili mwili utaswaliwa e, baada ya swala ya adhuuri, na baada ya hapo tutaelekea makaburi ya Kisutu kwa ajili ya mazishi, wa bila taufik hiyo ndio ratiba ya mazishi ya Karina. Atazikwa mnamo siku ya kesho tarehe kumi na tisa Jumamosi, e, tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka huu 2025, a e, baada ya sala ya saa saba e, mwili utaenda kuzikwa katika makaburi ya Kisutu jijini Dar es Salaam. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tukisoma na kuliplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.